Au mradi ukikamilika, ukaleta hizo lita milioni 117 kwa siku, tukijumlisha na hizi tulizonazo hapa lita milioni takriban, tutakuwa tumeshafikisha karibu milioni 76, kwa sababu tuna miradi mingine midogo midogo tunayoendelea kutekeleza. Maanake tunaenda kuwa na zaidi ya takriban lita milioni 185 kwa siku, wakati mahitaji nimesema, yapo kwenye lita kama milioni tisini kwa siku. Maana yake almost tunaenda kuwa na mara mbili sasa ya uwezo wa kuzalisha maji ukilinganisha na mahitaji ya wananchi, na uwezo huo unaweza kutupeleka miaka ishirini ijayo, kwa maana kwamba kuendelea kuhudumia wananchi miaka ishirini ijayo mpaka mwaka 2045 bila kuwa na changamoto ya maji katika jiji la Mbeya na mji wa Mbalizi. Na tumesema madi umesa, umesanifiwa kwa njia ya msereleko kwa kwanza tuondokana na masuala hayo ya, ya, ya umeme na maji yakija kwa njia msaeleko yataweza hapa ya kuongeza kuwafikia wakazi wengi zaidi zaidi ya asilimia tisini na tano, ambao ya ya ni utekelezaji wa, mwarobaini wa maji katika jiji la Mbeya na ujenzi wa tenki lenye ujazo wa lita milioni tano na kwa sasa hivi tunajenga ukuta zote nne kama mnavyoona upande wa site huko hivyo. Huko tukiendelea na ujenzi wa, wa intake au Banio ambayo liko maeneo ya Kiwira, Mto Kiwira na uko asilimia sabini na tano mpaka sasa. Na wakati huo tunaendelea na manunuzi ya, ya bomba na mpaka sasa hivi tumeshaagiza bomba kilomita 3.5. Ziko kiwandani zinatengenezwa na baada ya mwezi mmoja wataanza kuzileta site kwa ajili ya kuzilaza. Hiyo ndo hali halisi ya mradi kwa sasa. Kwa mradi ni ni design and building ambao tunao design au tunaujenga. Kwa hiyo katika stage ya design ilichukua muda mrefu kidogo. Pia kulikuwa na masuala ya malipo ambayo yalichelewa. Kwa hiyo pia yalichangia kuchelewa kwa mradi. Kwa sababu ni kuni mbili ni swala, mradi ni una aina mbili design and building. Kwa hiyo swala design ilichukua muda mrefu kidogo na pia kuna baadhi ya malipo yalichelewa pia. Kama unavyofahamu hii miradi pia inahitaji hela nyingi sana. Tumeomba tuongezee miezi kumi na mbili kwa tunasubiria approval kutoka kwa client ambaye ni mamlaka ya maji Mbeya.